Leo nitashiriki mojawapo ya ufunuo wa kina sana ambao Mungu amefunua katika neno lake la thamani lililoandikwa. Ulimwengu umejaa dini zinazojaribu kueleza yeye ni nani au Mungu ni nani, na kuna uwezekano mkubwa zaidi, ni nyama ya nguruwe iliyobaki ambayo unakula kiroho kutoka kwa watumishi wa Shetani ninaielezea katika mojawapo ya video zangu. Unaweza usisikie ujumbe huu kanisani kwako kwa sababu kanisa limeharibika sana wamepungukiwa sana kiroho katika makutaniko mengi, hata wanahubiri takataka za kidunia na wamepofushwa wasione mafumbo na siri za Mungu zilizofunuliwa katika neno lake la thamani, na pia kwa sababu lengo lao ni ulimwengu huu na siyo mambo ya kiroho ya milele na yasiyo na mwisho ya Mungu. Ufunuo ambao Mungu amewafunulia mitume na manabii wake kwa njia ya Roho wake Mtakatifu, katika hali hii, kwa mtume Paulo anageuza taasisi za kidini juu chini na kutikisa imani zao za kidini. Hebu tuangalie ufunuo huu wa kina wa Mungu katika neno lake la thamani kuhusu Yeshua Masihi. Waefeso nne mstari wa kumi, Biblia Kamili ya Kiyahudi. Kumi. Yeye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Pia tunasoma katika Waefeso nne mstari wa kumi, new living translation. Kumi. Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote ili ajaze viumbe vyote pamoja naye. Mstari huu ambao umeshuhudia hivi punde pia unathibitisha kwamba Yeshua Masihi ni Mungu. Kwa maana Yeshua Masihi ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote. Ni nani mwingine unayemjua anayeweza kujaza viumbe vyote? Kwa maana Yeshua Masihi ndiye Mungu aliye hai asiye na kikomo, sio tu mapenzi ya Yeshua Masihi kujaza ubinadamu wake, bali pia kujaza viumbe vyote na yeye mwenyewe. Ili kuelewa ufunuo huu wa kina jinsi unavyohusiana na wewe, hebu nieleze jambo muhimu sana. Huu ni mojawapo ya mafunuo mengi kwa maoni yangu ambayo yanajumlisha injili ya Yeshua Masihi, Mungu aliye hai asiye na kikomo na mpango wake kwa wanadamu wote na zaidi ya ulimwengu. Unaona, uwepo wa Mungu uko kila mahali ulimwenguni lakini Mungu hayuko katika kila mtu. Sio tu kwamba Mungu haonyeshi uwepo wake nje yako bali pia Mungu anataka uwepo wake uwe ndani yako. Ndiyo maana wale ambao wamemwamini na kumkubali Yeshua Masihi kama Mungu na Mwokozi wanaweza pia kuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu akikaa ndani yetu. Ikiwa hujamkubali Yeshua Masihi kama Mungu na Mwokozi unangoja nini? Je, hujui unaweza kufa wakati wowote kwa hali yoyote?